Haya, ni yule yule tena, Kazikazi Company. Eh, leo tena nimeamua tena kuwaletea nyumba tena. Hiyo nyumba ni mpya, nyumba nyumba imesimama sana, nyumba haina kipengele chochote. Eh, unafika nyumbani kwako wakati wowote, hakuna kiangazi wala masika. Location, kama unavyoiona, ipo katika mtaa mzuri kabisa. Eh, mtaa huu eh, ni Chanika Lukooni, ni manispaa ya Ilala, Dar es Salaam. Ujipatie nyumba hii kwa samani ya shilingi milioni arobaini tu ya kitanzania. Ukubwa wa kiwanja ni sikwa mita 800. Narudia tena, ukubwa wa kiwanja ni sikwa mita 800. Eneo kama unavyoona, eneo linaanzia hapa kwenye ukuta wa fence huu, kama unavyoona ukuta wa fence huu e, hapo ndio eneo linapoanzia. Eneo linakwenda, eneo linakwenda hadi kwenye nyumba ile kule ambayo unaiona ile kule nyumba ya pili, ambayo mbele yake kuna kuna nyumba ya pili unapoiona, kuna nguzo ya umeme pale hii eneo lote ni la kwake e, eneo lote la nyumba hii e, ukubwa wa kiwanja ni silomita 800. Karibu sana ununue nyumba hii kwa thamani ya shilingi milioni 40 tu ya kitanzania e, na maongezi yapo kidogo e, location nyumba hii ipo Chanika e, Chanika ni manispa ya Ilala, dar es Salaam. Chanika e, ukoni ni manispa ya Ilala, dar es Salaam. sasa umiliki nyumba hii kwa thamani ya shilingi milioni arobaini tu ya Kitanzania. Eneo kama unavyoliona, eneo ni kubwa, eneo limenyoka sana e, eneo lipo sehemu nzuri kabisa e, bei ni shilingi milioni arobaini tu ya Kitanzania na kuletea e, nyumba hiyo, uweze kumiliki, ndugu mteja, ndugu mdau e, nyumba ipo katika lokesheni nzuri kabisa na mtaa umenyoka e, nyumba ndo hiyo kama unavyoiona, yani eneo ni kubwa Usiulize eneo eneo eneo ni kubwa, jipange, huja kuja kununua nyumba hii kwa thamani ya shilingi milioni 40 tu ya Tanzania. E, namba zangu ndo zile zile, 0612712960 au 0756564546 e, wote mnakaribishwa. Narudia tena 0612712960 au 0756564546 sifuri 7564 8544, wote mnakaribishwa, karibu sana. Kazi kazi Kampani ni wazee wa hizi kazi, tunahusika wa uuzaji wa nyumba, viwanja na mashamba. Tunapatikana Chanika mjini, ni manispaa ya Ilala, Dar es Salaam. Asante sana.